Je, ni vipi vyakula muhimu sana kwa ajili ya afya ya mama kwa nyakati za ujauzito? Hapa tumekuandalia vyakula kumi, vyakula ambavyo ni muhimu sana kwa mama mjamzito nyakati zake za ujauzito ili aweze kupata virutubisho bora kwa ajili ya mtoto. Kwenye hizi pointi kumi ambazo nimekuandalia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 Daktari hapa utakuwa sambamba nami toka hapa tunapoanza mpaka tutakapotamatisha, twende pamoja. Sasa tukazione hizo pointi kumi ni zipi. Ni muhimu sana kwa mama mjamzito kutumia mboga za majani. Mboga za majani kama vile mchicha, spinach, kwani zina folic acid, chuma na vitamin C, hivyo ni msaada mkubwa sana katika ukuaji wa mtoto na kuzuia upungufu wa damu. Namba mbili, mama mjamzito anashauriwa sana kutumia matunda. Matunda hayo atumie sana maembe, machungwa, ndizi, pia hata parachichi, kwani vyakula hivi ama matunda haya hutoa vitamini muhimu kama vitamini C, vitamini A pamoja na nyuzi nyuzi ama fibers, ambazo ni msaada mkubwa sana wakati wa mmeng'enyo wa chakula. Namba tatu, ni muhimu sana kwa mama mjamzito kuhusisha maziwa na bidhaa zake, hii maziwa kama mtindi, yogati ama jibini, kwani maziwa yana chanzo kizuri sana cha kalsiamu na protein kwa ajili ya mifupa hata meno ya mtoto. Mama anashauriwa sana kutumia mayai. Hii ni pointi namba nne, kwani mayai yana protini, kolini na virutubisho vingine muhimu kwa ajili ya ukuaji wa ubongo wa mtoto. Ikiwa ni mama mjamzito, lazima ahakikishe kwamba anahusisha sana matumizi ya samaki wenye mafuta kama vile sato osangala, pia hata dagaa. Hii ni pointi namba tano, kwani samaki hawa wenye mafuta wana omega 3 fatty acid kwa maendeleo ya ubongo na macho pia ya mtoto. Namba sita, baadhi ya nafaka zisizosindikwa mfano Brown rice Uji wa mahindi pia hata mtama vyakula hivi ni msaada mkubwa sana katika kutoa nishati ya kudumu na nyuzi nyuzi kwa mmeng'enyo bora wa chakula namba saba mama hakikishe anatumia sana maharage pia na dengu kwani makundi haya ya vyakula yana protini nyingi sana, chuma na folate kwa ukuaji mzuri sana wa mtoto, husaidia pia hata mzunguko ulio bora kwa mtoto. Namba nane, mama hakikisha anatumia maji safi na ya kutosha mara kwa mara, kwani maji husaidia kuzuia kuvimbiwa, kuimarisha mzunguko wa damu na kutoa sumu mwilini. Kabla hatujaenda kwenda kuzitazamia pointi zetu zile muhimu, pointi ambazo kwangu mimi binafsi zimeweza kunifurahisha sana juu ya vyakula muhimu ambavyo ni stahiki sana kwa matumizi ya mama mjamzito ambavyo vinaweza vikamsaidia kuweza kumjengea virutubisho vya kutosha kwa ajili ya mtoto wake ambaye yuko tumboni. Naomba kuweza kukumbusha kama tu wewe ni wa kwanza kufungua chaneli hii hey, usiache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili tuwe wa kwanza kupata taarifa zetu mpya pindi pale tu tunapokuwa tunazi upload moja kwa moja tukazitazamie hizo pointi kuu mbili. Tuanze pointi ya tisa, matumizi ya njugu na kalanga. Vyakula hivi vina chanzo kizuri sana cha protini, pia hata mafuta mazuri na madini kama vile zinki na magnesium. Namba ya mwisho, hakikisha mama mjamzito anahusisha matumizi ya viazi vitamu, kwani viazi vitamu vina beta carotene ambayo ni msaada mkubwa sana katika uzalishaji wa vitamini A, pia hata nyuzi nyuzi ama fibers ambazo ni muhimu sana kwa ajili ya kiumbe ambacho kiko tumboni kwa matatizo ya afya ya akili, nguvu za kiume na hata pia vidonda vya tumbo. Kwa wale wote ambao wanasumbuliwa na matatizo haya, Safari ya Afya iko mbele yako, kwani swala zima la ujenzi wa afya ni jukumu ambalo linatuhusu sisi sote. Hivyo, kama una matatizo makuu haya, usisite kunitafuta katika namba ambayo inapita kwenye skrini yako, kwani matatizo ya vidonda vya tumbo, nguvu za kiume, tunazo dawa thabiti sana ambazo zina fanya kazi kwa ufanisi mkubwa sana na uzuri wa dawa hizi zinapatikana kwa gharama nafuu. Na kizuri kingine cha ziada, dawa hizi tunazisafirisha popote pale mkoani, ikiwa tuwewe ni Mtanzania. Kingine cha ziada, sina jambo lingine la kuendelea kulizungumza zaidi ya kuendelea kuwashukuru wale wote ambao wamekuwa mstari wa mbele katika kufuatilia video zetu mpya pindi ambapo tumekuwa tukizia. Cha msingi, HM usiache kubonyeza neno subscribe, kulike na kushare via kwa watu wengine ili waweze kujifunza mambo mengi ambayo yanahusu suala zima ya afya. Hivyo sina cha ziada, asanteni.